Waumini wa kanisa la Pefa mjini Rongai katika kaunti ya Kajiado walilazimika kuandaa ibada ya Jumapili nje ya kanisa hilo baada ya kanisa hilo kufungwa kutokana na mzozo wa uongozi. Washirika wa kanisa hilo wametofautiana na amri ya mahakama ambayo inaelekeza askofu wa kanisa hilo aliyetimuliwa kurejea kanisani na kusimamia kanisa hilo wakimlaumu kwa ubadhirifu wa fedha za kanisa na uongozi mbovu ambao unazidi kusambaratisha kanisa hilo. Aidha, waumini hao wanasema hawatamruhusu askofu huyo kurejea katika kanisa hilo wakitaka uongozi wa kanisa la PEFA nchini kuingilia kati na kutatua mzozo. Kitu ya kwanza ana pipi, wamama hapa wako na shida, hawana mama wakulilia mama kanisa ya pili, ukienda kwa ofisi yake umwambie siri zake, the next Sunday wewe ndi utakuwa so, topic. Atakuambia kila kitu, yeye anakuja na kutoanisha nguo na ilikuwa siri ya, ya, pili, ya tatu. Every month anasemanga kuna harambee, kuna pesa inatakikana. Umefika wakati saa yote tunafukuzwa, kuna le, tunaletewa polisi polisi mahali hapa, ambao kama members tunakuja hapa kama members kuabudu Mungu hatujakuja kupigana Peter the leadership of this man is taking us back to Sakahola of which at some point will give the government a difficult Work of doing many investigation. Hata kama koti imempea nafasi ya kurudi, sisi kama washirika tunasema ya kwamba Teten hana ruhusa ya yes, kukuja oh, hapa aende aupirie watu wake wale wamempea katitro ama aende nyumbani, lakini sisi kama washirika tumechoka na yeye.